Karibu mpendo msikilizaji, mfuatiliaji, wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 31 kipindi cha kawaida mwaka si wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya 14, aya 7 hadi ya 12, na injili kama ilivyoandikwa na mwenjili Luka sura ya 15 aya kwanza hadi ya kumi. Karibu tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia Yesu wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, Mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo mia akipotewa, na mmojawapo, asiyewaacha wale tisini na kenda nyikani akaenda akamtafute yule aliyepotea, hata amwone? Naye akisha kumuona umweka mabegani pake akifurahi. Na afika hapo nyumbani kwake, waita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia, vivyo hivyo, kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi kumi akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na akisha kuiona, waita rafiki zake na jirani zake, akawaambia Furahini pamoja nami, kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Nawaambia vivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo, siku ya leo ningependa tutafakari ujumbe unaosema kuhurumiana na kuchukuliana kwa upendo. Wapendwa katika Kristo, katika masomo ya siku ya leo tutapata mafundisho kuhusu huruma na upendo wa Mungu. Mtume Paulo katika waraka kwa Warumi anatukumbusha kwamba hakuna mtu anayeishi kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na sote tunaishi kwa ajili ya Mungu iwe tu hai au tumekufa. Na hivi hatuna sababu ya, kum, ya kuhukumiana sisi kwa sisi. Katika somo la injili tunaona kwanza mafarisayo na waandishi wanakwenda kumsikiliza Yesu, alafu baadaye wanaanza kutoa lawama kwa Yesu kwa sababu anachangamana na wenye dhambi. Yesu anatumia nafasi hiyo kufundisha kuhusu huruma na upendo wa Mungu kwa kutoa mifano miwili inayofanana ambayo ni mfano wa kondoo aliyepotea na shilingi iliyopotea na mwisho furaha inayopatikana baada ya kupatikana kwa kondoo na shilingi. Wapendwa katika Kristo, mifano hii miwili ni ya kawaida katika utamaduni na jamii ya Kiyahudi, kwani jamii ya Kiyahudi ilikuwa ni jamii ya wafugaji, ambapo wengi wao walijihusisha na ufugaji, na hivi kama ilivyo katika jamii nyingi za wafugaji hapa kwetu waliipenda mifugo yao na hivi, kupotea kwa kondoo mmoja iwe ni kwa kuliwa na wanyama au kwa namna nyingine yoyote ile ilisababisha uchungu na mafadhaiko kwa mtu yule mwenye mifugo, hata kama ana kundi la wanyama 99 kama tulivyosikia katika somo la Injili. Na hivi baada ya kupatikana kile ambacho alikitafuta furaha inarejea kiasi cha ja kuwashirikisha hata ndugu na marafiki zake. Wapendwa katika Kristo, katika Agano la Kale Mungu anaelezwa kama ni mchungaji wa kondoo. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya arobaini na nane aya ya kumi na tano lakini pia kitabu hicho hicho cha Mwanzo sura ya arobaini na tisa na ya aya ya 24. Tunasoma pia zaburi ya 23 lakini pia nukuu nyingine ni kitabu cha nabii Yeremia sura ya 23 aya ya 3 na kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 34 aya nne. Katika haya hizi za agano la kale Mungu anaonekana kama ni mchungaji mwema ambaye kwanza anawafahamu kondoo wake, lakini pia anawahakikishia ulinzi na tena anawahakikishia malisho bora. Hivyo Yesu anapotoa mfano wa mchungaji wa kondoo anamzungumzia Mungu mwenyewe ambaye anaona thamani ya kila mmoja wetu hata katika udhaifu wetu wa kibinadamu. Katika maandiko matakatifu, hasa Injili, tunaona namna kundi la Mafarisayo na waandishi likiwa linamshutumu Yesu mara nyingi kwa kwenda kinyume na taratibu zao za dini ya Kiyahudi, na hapa leo anaambiwa anachangamana na wenye dhambi. Kwa mtazamo huu, Mafarisayo walijiona kuwa bora kuliko wengine kwa kuona kwamba wao hawana dhambi. Wapendwa katika Kristo, leo tujifunze mambo matatu muhimu: kwanza, sisi sote ni wakosefu tunaohitaji huruma ya Mungu; pili, thamani ya kila mmoja wetu katika maisha yetu ya kila siku; na la tatu, juhudi zetu katika kuwatafuta wenzetu. Mtume Paulo anaposema kwamba hakuna mtu anayeishi kwa ajili yake mwenyewe, anatukumbusha kwamba ni wajibu wetu kuishi kwa ajili ya Mungu pekee, na tunapofanikiwa kufanya hivyo, tutaweza kuishi kwa ajili ya wengine pia. Na hivi hatuna sababu ya kuona wengine hawafai au ni wenye dhambi na sisi ni watakatifu. Mara nyingi tunapofanikiwa katika mambo mbalimbali, iwe kiroho au kimwili huwa kuna kishawishi kutoka ndani kabisa mioyoni mwetu cha kuhisi kwamba sisi ni bora kuliko wengine. Mfano wa mambo hayo yanaweza kuwa ni uwezo mkubwa wa kiakili, karama mbalimbali, hasa za kuhubiri, uponyaji na nyinginezo, na matukio yake yanapoanza kuonekana nje husababisha kiburi na majivuno. Tunahitaji kuwa wanyenyekevu na kukumbuka kwamba ni Mungu yule yule ambaye anaweza kufanya kazi ndani yangu, ndiyo ni Mungu yule yule pia anaweza kufanya kazi ndani ya mtu mwingine. Sisi tunatumika kama vyombo tu ili kuwasaidia wengine kufikia ufalme wa Mungu. Wapendwa katika Kristo, tunaalikwa kutambua thamani ya kila mmoja wetu, kwani kila mmoja ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ingawa baada ya nguko la wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Eva, bado Mungu anaendelea kumtafuta mwanadamu alianguka katika dhambi. Katika jamii zetu mara nyingi tumekuwa tukisikia kuona tume tumekuwa tukisikia na kuona watu fulani ambao ni ndugu hawaongei na hata salamu hawapeani, na wakati mwingine kuna watu ambao jamii imeweka mbali kwa sababu ya tabia zao mbaya au mambo mengine, pengine kwa sababu ni wezi, na pengine kwa sababu ni walevi, au pengine kwa sababu ni washirikina na wengine kwa sababu ni wauaji na mengine mengi, na hivi jamii hiyo na sisi sote tumefikia hatua ya kuwafuta katika akili zetu. Leo Yesu anatupa nafasi ya kuwaombea hao ili wabadilishe mwenendo wao mbaya. Hatuna sababu ya kuwahukumu kwa kuwa nao ni watoto wa Mungu na wameumbwa kwa sura na mfano wake. Wapendwa katika Kristo, kama vile mchungaji anavyowafahamu kondoo wake na anavyofanya juhudi katika kumtafuta kondoo mmoja aliyopotea, ndivyo ambavyo Yesu pia anatufundisha kufanya juhudi, kwanza kuwafahamu wenzetu vizuri na kutoa mwanya wa kufahamiana, ili tuweze kusaidiana katika shida mbalimbali mbali. Kwa sasa tunaishi katika ulimwengu ambao hatuwezi kufahamiana vizuri, kwa sababu hatuna utamaduni wa mazungumzo ya pamoja, na hivi watu wa mtaa mmoja au nyumba moja tunaweza tusifahamiane. Kwa sababu hatuna utamaduni wa mazungumzo ya pamoja, na kila mmoja anapambana na hali yake, na matokeo yake wengine wanaweza kufikia hata hatua ya kujiua, na wengine hupata magonjwa kwa sababu hawana watu wanaoweza kuwaamini na kuwasikiliza wanapowaelezea shida zao. Tujifunze kwa Yesu kuwasikiliza wenzetu kwa upendo, hata kama wana historia mbaya katika jamii. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina! Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyokuletea tafakari hii ni mimi Frateli Zakaria Nyembeke, wa shirika la wamisionari wa Damu Azizi ya Yesu kutoka katika seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo.